Faida za mvuje ama kwa jina lingine mulefi na jina lingine licorice root. Huu mmea unatumika na karibu kila daktari wa tiba asili duniani, lakini cha kushangaza ni kwamba watu wengi hawajui kabisa nguvu zake. Unaitwa mvuje ukitumia vizuri, unaweza kubadili afya yako kwa njia ya ajabu. Karibu sana kwenye video hii ya leo. Kama unapenda kujifunza kuhusu afya kupitia mimea asili, basi leo umefika pahali sahihi. Tunazungumzia mvuja, mmea ambao tangu enzi za zamani za Asia Mashariki ya Kati hadi Afrika Mashariki kama Mombasa, Lamu, Pemba na Zanzibar. Umetumika kama dawa ya koo, tumbo, mapafu na hata kuleta nguvu mwilini. Leo nitakuambia historia yake, wapi hupatikana, faida zake, jinsi ya kutumia na pia tahadhari muhimu. Ukikaa mpaka mwisho utashangaa uwezo wake ulivyo mkubwa. Historia ya mahali unapopatikana. Mvuje ni mmea ambao chanzo chake kikuu ni nchi za Asia, hususan India, Pakistani, China, Nepal na Afghanistan. Watu wa huko wamekuwa wakitumia kwa zaidi ya miaka elfu tatu kwa zaidi ya miaka elfu tatu Kwenye nchi za Mashariki ya Kati kama Iran, Iraq na Saudi Arabia, mvuje ni kinywaji cha kawaida kwenye misimu ya baridi. Lakini huishi huko, lakini kama huishi huko Mvuja pia umeingia Afrika Mashariki na leo unapatikana urahisi Mombasa, pwani ya Tanzania, za Zanzibar, Pemba, Lamu, Tanga na maeneo mengine yenye biashara za viungo. Watu wa pwani wamekuwa wakitumia kwenye chai, dawa za kikohozi, kupata sauti nzuri ya kusoma Qurani na kaswida kusafisha koo kabla ya ibada. Kwa hivyo, licha ya kuwa mmea wa kitaifa hapa kwetu, umezoeneka kama sehemu ya tiba zetu za asili. Faida za mvuje, maelezo yake kwa kina, nitakuelezea mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV. Hutuliza koo sauti na kikoozi. Mvuje ni dawa ambayo, mvuje ni dawa namba moja ya asili ya koo. Ukiwa na koo linawasha, sauti imekauka, kikoozi kisichofanya usingizi, makohozi mazito, basi kikombe cha chai ya mvuje kinabadili hali hiyo ndani ya dakika chache. Hii ni kwa sababu una kemikali zinazoongeza unyevu, kutuliza misuli ya koo, kupunguza mwasho. Husaidia kwenye mafua, pumu na kupumua vizuri. Mvuje unafanya kazi kama expectorant, yaani unachochochea unachochea kutoka kwa makohozi kwa makohozi yaani huu mvuje kazi yake unafanya ama kuchochea kutoka kutokwa kwa makohozi. Unafungua njia za hewa, unaondoa vizuizi na unasaidia kupunguza maambukizi madogo. Watu wenye pumu au kifua huzidi kupata nafuu wanapotumia kwa kiasi. Ni dawa ya vidonda vya tumbo na kiungulia. Hii ndiyo sababu kubwa ya umaarufu wake. Ukiwa una vidonda vya tumbo, moto ndani ya kifua, gesi, tumbo kujaa, kiungulia, mvuje hulinda ukuta wa tumbo na kupunguza asidi inayochoma kwa watu wenye gas, gas, I mean gas unakuwa msaidizi mkubwa kwa sababu unatuliza ukuta wa tumbo kama jeli, ni, ni, natural jeli jeli ambayo iko natural. Detox ya mwili na afya ya ini, ndani ya mvuja kuna antioksidant nyingi zinazosaidia kusafisha sumu kulinda ini na kupunguza madhara ya ulaji wa vyakula vya mafuta, pombe au dawa nyingi. Ni moja mmea inayotumika kwenye detox ya dawa asili duniani. Hupunguza stress, wasiwasi, uchovu na mental fog. Watu wengi hawajui mvuje una uwezo wa kusaidia kupunguza msongo wa mawazo ukiwa umechoka, kichwa kimekule, kimekulemea ama kimelemewa umekosa usingizi mzuri au mwili una uchungu, mvuje husaidia kurejesha hali tulivu. Kwa watu wanaofanya kazi nyingi au kufikiri kupita kiasi, unakuwa msaada mkubwa. Huongeza kinga ya mwili antioxidant zake zinaisaidia mwili kupambana na virusi, bakteria, uchovu wa mwili, maambukizi madogo. Hivyo ukitumia mara mbili ama mara tatu kwa wiki, kinga yako inabaki imara. Afya ya ngozi, mapele, uvimbe, muwasho. Ukiwa na ngozi yenye mwasho, uwekundu au mapele yanayosababishwa na, na uvimbe mvuja unaweza kusaidia kwa ndani au nje. Watu wengi hutumia kusafisha uso kama maji ya kuosha. Huongeza nguvu za mwili na kuboresha mzunguko wa damu. Katika tiba ya ayu, ayurvenda na tiba ya Kiarabu mvuje umetumika kuongeza nguvu za mwili, kuongeza stamina na kuleta mwili kuwa hai. Husaidia kupunguza uchovu mzito wa mwili. M mtazamaji na msikilizaji, unaojili mitani TV. Njoo ni kuelezee jinsi ya kutumia mvuje. Unaweza kutumia mvuje kwa njia hizi n kwanza, chemsha mzizi ya mvuja kwenye maji unywe kama chai. Pili, changanya unga wake kwenye maji ya vuguvugu vugu. Tatu, changanya na tangawizi ama mdalasini ama kardamomu, inakuwa chai bora ya afya. Nne, tumia mara mbili ama mara tatu kwa wiki tu, sio kila siku. Hebu sasa, mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, nataka nikupatie tahadhari muhimu katika jinsi ya kutumia huu mvuje: usitumie kupita kiasi. Wenye presha ya juu wawe makini. Wajawazito wasitumie bila ushauri wa daktari usitumie kila siku kwa miezi mfululizo. Watoto wadogo wapewe kiasi kidogo sana. Kiasi kizuri mara mbili ama mara tatu kwa wiki. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani TV, asante sana kwa kutazama video hii ndefu kuhusu mvuje. Ni mmea mdogo, lakini una nguvu kubwa sana kwenye afya. Kama umejifunza kitu leo basi penda video hii ama like video hii, comment, share kwa ndugu na marafiki, na usisahau kufollow kwa elimu zaidi za mimea na afya za asili. Afya ni safari, na safari nzuri huanza na uelewa. Tukutane kwenye video inayofuata. Hii ni yanayojiri mitaani